amadani washindi wa jumu mbili, huyu anasimama peke yake huyu, aah, anasimama peke yake, shaba anakwenda daa pamoja na zawadi ya mshindi wa kwanza.

Laukanza ja yu, ni juzuu tatu, juzuu tatu washiriki ni wawili, yupo Abdullahi Muhammad, yeye amekuwa mshindi wa kwanza juzuu tatu akaahmhaawa waa